Haya, dakika ishirini na tatu baada ya saa kumi kamili za jioni. Kama ambavyo tumekuambia awali kwamba baadaye tutaungana hapa na kiongozi kutoka ofisi ya NIDA wilaya ya Bunda na tayari tupo naye hapa e, zaidi tukitazama juu ya kila ambacho kinazungumzwa na kutokana na tangazo la mkurugenzi mkuu wa NIDA e, mheshimiwa James Kaji ambapo alizungumza na waandishi wa habari tarehe 14 ya mwezi huuwa 4 mwaka 2025. Unaweza ukatupitisha pengine safari ya vitambulisho vya NIDA. Wazo la kuanzisha vitambulisho vya taifa kwa raia wa Tanzania na wageni wanaoishi nchini Tanzania lilizaliwa mwaka 1968, hmm, kilichojumuisha wajumbe kutoka nchi ya Tanzania Kenya, Uganda na Zambia. Baada ya hapo, sasa mengine yaliendelea, lakini ikaja ya tu kuchapishwa ikieleza uh, kwamba rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania wa serikali ya awamu ya nne Mheshimiwa Daktari Jakaya Mrisho Kikwete alitia saini hati ya kuidhinisha na kuanzishwa kwa chombo cha kusimamia vitambulisho vya taifa kinachojulikana kama Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa, uh, NIDA. Hati hiyo ilichapishwa katika gazeti la serikali jen namba 122 ya tarehe moja ya mwezi wa nane mwaka elfu mbili na nane ambapo NIDA ilisimamishwa ama ilikasimishwa majukumu kadhaa yakiwemo ya kutambua na kusajili wakazi wote wanaoishi nchini mwenye, e, wenye umri wa miaka kumi na nane na zaidi na kuandikisha taarifa zao ambazo zinatambulika kitaifa na kimataifa, kutoa vitambulisho vya taifa kwa raia wageni wakazi na wakimbizi wote wanaoishi nchini kihalali, vinavyoweza kutumika kitaifa na kimataifa. Ni baadhi ya kile ambacho kinazungumzwa katika suala zima la mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA. Eh, safari yake kidogo tumeweza kudondoa tu kidogo.